Sauti ya doa hapa hivi sasa anasikia, kuna mjamaa fulani anaitwa Mike ati amechizi umse. Nasikia 2 days ago alikuwa aka complain ati asikii fisi, akaambia supervisor wake anda kwenda home, supervisor akampatia ruhusa akaenda home, akaenda akatulia. Kesho yake supervisor alikuwa ameorganize ya off, akatulia lakini sasa roommate wake ukapata kuna venye ana notice umsi, kuna venye yuko sawa, juu ilikunafuka mahali, unapata a-recognize roommate wake anaeza kumuuza we ni nani. so u uh, akaenda inje akaenda kaita wasi lingine kuja, akawaleta hapo hivo, unapata yaani wa-recognize, then ikakuwa iko on and off unapata kuna saa kwa saa kuna saa yuko sawa. So kuna time ilifika roommate wake kona, akaona eh, hapana, umsema alimefika saa hii ni kama kuna venye aradi aradi watu, imekuwa sasa, wasi saa kwa watu apige nani, apige relative wa Mike anakuwa gatu huko Qatar, akampigia akamwonyesha, niaje, huko zoe yako kuna venye ayuko sawa Uh, arecognize watu ni na nini. So, kuzo yake akamwambia ina noma, acha nipige home ni wa inform si. uh, akapiga home yoku kuzo ya Mike akamwambia yeye umse kuna venye yuko sawa ako hivi hivi, akawapatia tu yani story yote venye umse anafanya, asa waka request namba ya roommate wake au ma relatives wa Mike so, uh, venye walipige huyo roommate wakamwambia we fanya adzi uh, kuna, kuna kuzo yake anakuja umse time like five years ago ashikuwa na the same issue but walisoti well. Kuna venye wanajua venye watasot, so akawambia usikubali atoke, tafuta watu mkae nayo o mjaribu kumuengage, usikubali atoke, tunatuma kuzo yake amkuzie ndio ana mbukie ticket then atravel, so wakakanu msi walikane ua So job wakaambiwa ni ati umsee ako na medical condition na anahitaji emergency mbio mbio, juu hata ati kusema ni ati but alisema ni urgent, ati umsee anafaishia mbio mbio, ikaapruviwa uo huyo kuzoeka ticket t seikakuwa umsee anafaa kutravel So kuza yake alimpeleka airport kama kawaida, kaenda akamwatsa airport, lakini siunajuu ezi pita immigration. ukishafikisha tu mtu si mtu anaingiaga tu uko ndani peke yake, so huo mse wakamuwatsa akaingia huko peke yake. yutim ulikua unapata kwa sawa, baadaye Kampuni walipigiwa simu, kaambiwa umse ampelekwa husa, ati condition yake iko sawa. Kumbe venye alienda huko immigration, ndio sasa alifiatu kabisa. Sasa ndio alifiata, nasikia huko alikuwa ame cause commotion, akakozo huko hivyo kwa hasi wanakuwanga kwa makaunta, wenye wanakuwanga wanapima hizo mamzigo. So ulikuwa umepata kuna venye na bii, ikabidi hasi wa airport waite makarao. wa airport ni mnajua kuagifa, wanakuwanga tu hapo around. So alikuja akachukuliwa na makarao akaitiwa ambulance akapelekwa Alwakra. So sai yako Alwakra hosi ako hapo hivyo, amechizi. So saa zile unasikiaga wasi wakisema ti wasiwa, tio, wasiwa wa Galfu, wanapata presha. wanapata presha kwa sababu kuna wasi unapata so, homo wanawapatia mapresha mobza sijui tumado sijui ni aji huku hivi unapata, working conditions pia zingine aziko sawa Alafu unapata mtu mshahara itoshie mwenyewe hata itoshie, lakini pressure mwenyewe yenye inatoka home ndio inafanya wasee wanachizi, na ndio maana unapata ga, ukiambia ati sijui msee sijui ati usione ni kama Gulf ni place ati watu wametulia tu kuzibamba hivi unapata mse anachizi sababu ya depression. Unapata yani, kuna expectations mtaani unasewa nayo ya ati, oh ume make do so lazima wafanye w hapa ambacho nimelana ama vitu viwili kama siki moja. Cha kwanza nitaongelelea kuhusu pressure nzima ile ambao tunaipata ama pressure nzima ile ambao wale ambao wanafanya kazi sehemu za nchi za warabuni ambazo wanapewa na wazazi wao pamoja na family friends na family members kutoka zao nyumbani. Kuna wale ambao wamewacha watoto nyumbani. Kuna wale ambao wazazi wao wanawategemea na kuna wale ambao marafiki zao wanawapa pressure ili mradi watume pesa ambazo hao wenyewe labda hata kupokea ule mshahara hawapokei kile kiwango ambacho wanahitajika watume zile pesa kule nyumbani. So sana sana mimi nasema sana ukishajiweka kwenye ino pressure, in a way that kila kitu ambacho utaamua nyumbani, unajilazimisha ujikamue, ufike pale mahali ambapo wajua si kabisa, hapa siwezi jikuna, lakini una ile lazima ya kwamba lazima nijikune hapa, kwa sababu ni mabangu yametaka, ama ni mamangu yametaka, ama ni mtoto wangu yametaka anataka so, lazima mi nijikune mpaka yapate. Ndo tunafikia hapa, wakati unafikiria mpaka unakuwa kama chizi, unaanza kujiongelesha peke yako, ukikaa mahali unajiona kama una amani, ushaona kitu kidogo, unajiona kama yaani you ya are not okay. Unapata hata ile pesa ambayo unalipwa mshahara umekuwa mdogo, kwa sababu majukumu yamekuwa mengi, na ukiangalia labda hauna familia kubwa ile ambayo labda inafaa kupeleka in that way, lakini kwa sababu ya kwamba wewe umekaa ile kwamba uh, lazima mi nifanye hivi ama nisipofanya hivi Sahib mimi nitaonekana na safiri Arabuni kwa minajili gani ukiangalia labda watu walikuwa na ile uh, walikuwa na ile pressure kubwa sana kuhusiana wewe na ile pressure kwamba mtoto wetu amesafiri Arabuni wa mme wangu amesafiri Arabuni wa mke wangu amesafiri Arabuni wa babangu amesafiri Arabuni mamangu amesafiri Arabuni kuna ile pressure kwamba uh, wanatarajia makubwa kutoka kwako na wewe pia instead uonyesha kwamba huku niko kwa minajili ya kazi siko huku kwa minajili ya kwamba niwatafutie nyinyi niko huku kwa sababu kwamba niweke maisha yangu nije zangu nyumbani, nije nitulie, kwa sababu siku zote mimi wanasema kwamba everyone must have that exit plan, si kwamba nkuja uwarabuni umeketi na umejisahau kabisa that there's a day that you'll need to go back home ufanye shughuli zako, ambapo hiyo ndio inatupa point nyingine ya pili, ambapo tunajifundisha kutoka na history ya kwamba inafika wakati wewe pale kazini ambapo unafanya kazi edo unafanya kazi na nyumba na unafanya kazi nje, inafika point ya kwamba umejiona umeshindwa, unajiona umechoka, unajiona kabisa mwili umekataa, unajiona kabisa kwamba ino kazi haiezi. Hakuna lazima kwamba wewe ungangane, hakuna lazima kwamba ujitume mahali wajuazi kabisa haiwezi hakuna umuhimu wowote wewe, sahii lazima uonyeshe mabosi wako. Ama, u, u, u, itafika time ya kwamba umechoka na kazi, lakini ukiangalia sasa hutaki kwenda zako nyumbani, ama umechoka na kazi, lakini hautaki kuacha ile kazi kwa sababu labda unafikiri kama there is something that you have not accomplished in your life. Unataka kujenga, unataka kuweka babako vizuri, mama yako vizuri, mke wako vizuri, mume wako vizuri, watoto wako malize form four, malize university, lakini unawaza kabisa kwamba hii kazi mimi nimechoka, mara 20 mara naweza kakuambia afadhali uende zako nyumbani hata kama ni vacation. Kama utaki ku resign, kama utaki ku terminate your contract, basi afadhali mara ishirini uchukue nafasi kiduchu, uende zako nyumbani ukapumzike, ni kwa mwezi ni kwa miezi miwili, ndio urudi uje uanze tena Pato umefanya kitu cha kijingo, umepelekwa polisi. Au umepata, umepata marafiki wabaya amekuadvise uke mboy kitu kama kile eh, kama ni mwanaume umjipata sasa, unaanza kwenda ma clubbing ili tu uji refresh, unajipata unakunywa, unapiga ni unafanya vitu ambavyo si vya sawa, ambavyo vinaweza vika, vika lead up eh, ujipate uko sehemu ambayo labda ungekubali kwenda zako nyumbani kwa mapumziko kwa pumzike, ili uanze fresh, usingefika pale ambapo umefika. So hii story imetufundisha mambo mengi, ama story imetufundisha vitu vya muhimu sana. I hope you guys you gonna take kit the way it is ili tuzidi kujifundisha hapa kwa KG Chipande.